Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda Itungano ya Babuchi. Niko bado kwenye kurunzi yetu au mada mfululizo au series ambayo inaenda maeneo ya kujitambua, na tulisema kwamba haya maeneo ni mengi mno, ila sisi tutachambua yale tutakayowezeshwa kufunuliwa. Tulishaongelea maeneo manne, na sasa tunaenda na eneo la tano, ambalo ndiyo mada yetu ya leo. Inaenda hivi: kujitambua kwenye eneo la kiafya. Kujitambua kiafya au health self-awareness, katika kutambua afya yetu. Tunachambua hii mada kwa haraka haraka tu, ili tupate kuelewa ni jinsi gani tunaweza kujitambua kiafya. Kaa nasi hadi mwisho wa mada hii ili upate jambo jipya. Karibu na usiende mbali. Katika hali ya utangulizi, kujitambua kiafya ni uwezo wa mtu kuelewa hali yake ya mwili, akili na hisia, pamoja na jinsi mitindo yake ya maisha inavyoathiri afya yake kwa ujumla. naongelea katika utangulizi kwamba kujitambua kiafya ni kule kuelewa akili, mwili na hisia, jinsi vinavyo interact kwa pamoja. Kujitambua kiafya ni sehemu muhimu ya kujitambua binafsi, kwani afya ni msingi wa uhai, msingi wa tija na ustawi wa kiroho na kijamii. Kwa hivyo mtu aliye na afya bora ni mtu ambaye ameistawi kwenye jamii na ameistawi kwenye roho yake pia. Hii inahusu kuelewa afya yako. Kujitambua kiafya ni kuelewa afya yako kwa ujumla zaidi. Na jinsi ya kuepuka magonjwa sugu ambayo yanaweza kufupisha maisha yako hapa duniani. Kumbuka maisha yako yanatengenezwa haswa kwenye eneo la kiafya, na hilo eneo unapolielewa vizuri, unakuwa na uwezo wa kurefusha miaka yako ya maisha. Kumbuka huwezi kurefusha maisha yako kwa maombi au kwa vifungo, bali kwa kuielewa afya yako, jinsi inavyointeract na ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana. Topic ya kwanza kwenye mada yetu au pointi ya kwanza kwenye mada yetu ni maana ya kujitambua kiafya. Kujitambua kiafya humsaidia mtu kutambua mapema ishara za mwili wake, kuelewa mahitaji yake ya lishe, mapumziko na mazoezi, na kufahamu namna ya kudhibiti msongo wa mawazo. Hiyo ndiyo maana kwamba, ni kule kuelewa hivi vitu vyote jinsi vinavyofanya kwa ajili ya wewe kuishi na afya bora. Mtu anayejitambua kiafya anaelewa kuwa afya siyo tu kutokuwepo kwa ugonjwa, bali ni hali ya usawa kati ya mwili, akili na roho. Yaani, afya sio tu ukosefu wa ugonjwa bali afya ni ile balance iliyo kati ya mwili, akili na roho, jinsi hivi vitu vitatu vinavyo interact kwa pamoja. Kwa hivyo kutokuwa na magonjwa sio afya peke yake, bali afya iliyojumuishwa, ni kukosa magonjwa ndiyo, lakini pia kuwa na balance kati ya mwili, akili na roho. Hivi vitu vinafanya kazi vipi? Mtazamo huu unathibitishwa na Shirika la Afya Duniani, WHO linalosema kuwa afya ni hali kamili ya kimwili, kiakili na kijamii; si tu kutokuwepo kwa maradhi au udhaifu. Kutokuwepo kwa maradhi au udhaifu hakutoshi kudefine au kueleza maana ya afya. Bali pia ni kule kuwa na ushirikiano mwema kimwili, kiakili na kijamii. Kwa hiyo, kujitambua kiafya ni hatua ya kwanza ya kuishi maisha yenye ubora na kudumisha ustawi kwenye maisha ya kila siku. Hiyo ndiyo maana ya kujitambua kiafya. Kujitambua kiafya ni kuwa na uwezo wa kuelewa afya yako iko wapi. Una magonjwa gani? Una ma, je, una magonjwa sugu? Je, una magonjwa yanayokuja na kutoka? Je, una magonjwa yanayokuja kwako mara kwa mara? Na je, akili yako ina afya njema? Mawazo yako yanatengeneza nishati za kusukuma kupanda viwango vya kiroho? Hayo yote yanajumuishwa katika ule uwezo wa kujitambua kiafya. Pointi ya pili kwenye mada yetu tunaangazia vipengele vya kujitambua kiafya. Vipengele au ni, ni, ni kama areas ndogo ndogo. Vipengele vya kujitambua kiafya, kipengele cha kwanza ni ufahamu wa mwili. Ili ujitambue kiafya, lazima uwe na ufahamu wa mwili, physical awareness ile pointi ya kwanza au eneo la kwanza tuliloliongelea: kutambua mabadiliko madogo madogo katika mwili, kutambua maumivu na uchovu na njaa. Uwe na uwezo wa kutambua uchovu, uwe na uwezo wa kutambua maumivu. Maumivu na uchovu ni vitu viwili tofauti, being tired and being sick or having pain ni vitu viwili tofauti, kwamba una uchovu tu kwa sababu ya shughuli nyingi au una maumivu. Kuwa na ule uwezo wa kutambua hayo mambo, kuwa na uwezo wa kutambua man, mambo madogo madogo kimwili yanayotokea katika mwili, kutambua njaa, kwamba hii haya maumivu niliyonayo sio maumivu ya kawaida, na hisi nini njaa. Kuwa na uwezo wa kutambua njaa na shibe huo ni ufahamu wa mwili au physical awareness. Kipengele cha pili ni ufahamu wa kiakili na kihisia, ile inaitwa mental emotional awareness, mental emotional awareness. Yaani, kugundua hali za hisia kama huzuni, uoga, hasira na kujua jinsi ya kudhibiti hizi hisia. Mental and emotional awareness ni ule uwezo wa wewe kugundua hali ya hisia, hali ya huzuni, hali ya furaha, hali ya woga, hali ya hasira na, na kujua jinsi ya, jinsi ya kuzidhibiti hizi hisia zote. Hicho ni kipengele cha pili. Kipengele cha tatu ni mtazamo wa kitabia. Mtazamo wa kitabia au behavioral awareness. Kutafakari juu ya tabia kama lishe duni u, uvutaji sigara, pombe na madawa ya kulevya au kukosa usingizi. Kwa hivyo unapojijua kwenye tabia kwamba wewe una tabia ya kuvuta sigara au una tabia ya, ku, ya kunywa pombe, una tabia ya kutumia madawa ya kulevya, unakula lishe duni sana au unakosa usingizi, kujitambua kiafya ni kuwa na uwezo kati, katika tabia kuzifahamu tabia zako, kujua mtazamo wa tabia zako. Je, tabia zako zimejengwa sana kwenye uvutaji sigara au kwenye unywaji wa pombe au kwenye e, utumiaji wa madawa ya kulevya au kwenye kukosa usingizi kulala masaa machache? Ma, kulala masaa machache kunaweza pia kutokana na unywaji wa pombe au utumiaji wa madawa ya kulevya. Kipengele cha nne hapa ni ufahamu wa kiroho au spiritual dimension. Spiritual dimension dimension ni kuona afya kama zawadi ya Muumba na wajibu wa kuitunza kwa hekima, kwamba kama una afya njema ni zawadi kutoka kwa Muumba aliyekuwezesha kuzaliwa kutoka kwa wazazi. Ukijua hivyo unaanza kujitahidi kuitunza ile afya. Hivyo ni vipengele vinne vinavyokusaidia kujitambua kiafya. Pointi ya tatu kwenye mada yetu ni umuhimu wa kujitambua kiafya. Je, kama tunataka kujitambua kiafya, kujitambua kiafya kuna umuhimu gani? Kujitambua kiafya kunamwezesha mtu kuzuia magonjwa kupitia mtindo bora wa maisha. Unaanza kutengeneza mtindo bora wa maisha ambao unakusaidia wewe kuwa na afya njema. Kwa hivyo, unazuia magonjwa kupitia mtindo bora wa maisha, unatengeneza mtindo bora wa maisha. Kwa nini? Kwa sababu umeshajitambua kiafya. Na huo mtindo bora wa maisha au lifestyle, inakusaidia wewe kuepuka magonjwa au kuzuia magonjwa. Umuhimu wa pili hapa ni kutafuta matibabu mapema kabla hali haijawa mbaya. Ukishagundua kwamba una maumivu sehemu ambayo hayaishi, unaanza kutafuta matibabu ili kwamba hayo maumivu yasije yakaathiri afya yako kiasi kikubwa kwa wakati ujao, unapojitambua kiafya. Umuhimu wake wa tatu ni kudumisha amani ya ndani kupitia usawa wa mwili na akili. Unaanza kutengeneza miundombinu ya kudumisha usawa, yaani unadumisha usawa au unadumisha amani ya ndani na hiyo amani ya ndani unaitengeneza kupitia usawa wa mwili na akili. Unatengeneza usawa au balance. You balance between your your body and your intelligence. Kwa hivyo unakuwa unatengeneza akili inayoendana na mwili wako ili uwe na ufahamu wa kutosha kuhusu afya yako. Ule usawa unatengenezwa kama umuhimu wa kuijua afya yako. Unapoifahamu afya yako, umuhimu wa nne ni kwamba unakuwa na tija kazini na katika majukumu ya kijamii. Tija ni influence au uwezo wa juu wa kudeliver, una deliver au nakuwa na umuhimu wewe kwenye jamii, na unakuwa pia na umuhimu kazini. Unapokuwa kazini, unafanya kazi inayozalisha. Unapokuwa kwenye jamii, unakuwa msaada mkubwa kwenye jamii, kisa una afya njema. Huo ndio umuhimu wake. Kama una afya njema, umuhimu wake ni kwamba unakuwa mtu ambaye unategemewa kwenye jamii na unakuwa na mafaa makubwa kwenye hiyo hiyo jamii Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 inasema, je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapa huyu mwandishi anaonyesha kwamba kuna uwiano kati ya mwili na roho. Ni vitu vinafanya kazi kwa pamoja, na huu mwili unahitaji kutunzwa. Hii haya inasisitiza tu wajibu wa kila mtu kutunza mwili wake kama sehemu ya ibada na heshima kwa Muumba. Mwili wako lazima uwe sehemu ya ibada. Tengeneza afya yako iwe njema, usitiri mwili wako. Jua wakati wa baridi na wakati wa joto ili usitiri mwili wako kulingana na mazingira au kulingana na majira. Kwa hivyo, katika umuhimu wa kuelewa afya yako unajua ya kwamba mwili lazima uwe na afya njema ili uzalishe nishati bora zitakazo kuwezesha wewe kuwa na kuwa na tija kwenye jamaa na marafiki, kwenye jamii nzima na kwenye familia yako. ya nne kwenye mada yetu tunaangazia njia za kuimarisha kujitambua kiafya, na hapa tutaongelea njia sita za kuimarisha kujitambua kiafya. Jambo la kwanza la kusaidia kujitambua au kuimarisha utambuzi wako wa kiafya ni kujichunguza mara kwa mara, ile inaitwa self checks. Hizo self checks unatakiwa hu unazifanya mara kwa mara, na pia unafanya uchunguzi wa afya. Uwe mtu ambaye umetengeneza e, utaratibu wa kufanya self checks na pia medical checkups, ili uweze kuwa na nguvu ya kuelewa afya yako imefikia wapi. Hiyo ni njia ya kwanza ya kuimarisha kujitambua kiafya. Tumia wataalamu wengine kujua mwili wako zaidi, na we pia jichunguze. Unapofanya mazoezi push-ups, mwili wako unaenda moyo unaenda mbio vipi? Unapokaa muda bila kula, unajihisi vipi? Hayo yote unakuwa unaangalia afya yako imefikia wapi, kwa kurespond na insulin, kwa kurespond na njaa, kwa kurespond na sweat, na baridi na joto. Hivyo njia ya pili ni kula kwa uwiano. Kula kwa uwiano hapa ni vyakula vyenye virutubisho na maji ya kutosha. Lazima uwe na balanced diet, ule kwa uwiano, upangilie vyakula vyako kwenye mpangilio utakao kusaidia ku maintain afya njema. Vyakula vyenye virutubisho, sio junk food, chakula chenye afya, na pia usisahau kutumia maji ya kutosha kwenye Eh, kipindi unapotumia chakula. Kwa hivyo kula kwa uwiano ni balanced diet ambayo inakuwezesha kula vyakula vya virutubisho na kunywa maji ya kutosha. Njia ya tatu ya kuimarisha kujitambua kiafya ni mazoezi ya mara kwa mara kwa afya ya moyo na misuli ili moyo wako uwe una pampu damu vizuri na misuli yako iendelee kuwa imara. Hata unapokuwa mtu wa umri wa kuanzia miaka 40 kupanda juu, lazima uwe na uwezo wa kufanya mazoezi kila wakati. Ujitengenezee ratiba ya kufanya mazoezi kila wakati au kufanya mazoezi mara kwa mara. E, miongoni ya mazoezi ni kukimbia, kutembea, kunyanyua vyuma, kwa sababu kunyanyua vyuma kunaimarisha mishipa na misuli yako ili iwe imara. Usikose kufanya hivyo. Unaweza kufanya push-ups pia, unaweza kulala chale ukainua miguu hivi na, na, na, na mgongo na na, na kichwa, mazoezi ya aina nyingi. Sio lazima uwe uende gym, sio lazima ulipie hela, lakini unaweza ukanunua vyuma viwili vitatu vya kilo kumi ama kilo kumi na tano ukawa unanyanyua mara tano kwa siku au mara kumi, au asubuhi unanyanyua mara kumi, jioni tena unanyanyua mara kumi, na unatembea angalau dakika thelathini kwenye yale matembezi ya nguvu ya mwendo wa kasi. Utajikuta kwamba katika kufanya mazoezi ni njia ya kuimarisha kujitambua kiafya. Njia ya nne ya kuimarisha kujitambua kiafya ni kupumzika na kulala vya kutosha. Lazima ujitengenezee muda wa kurelax, muda wa kupumzika, na muda wa kulala. Kumbuka, mara nyingi watu wanafanya kazi masaa nane, masaa mengine nane ni ya kijamii na kifamilia, na masaa mengine nane ni ya kulala kabisa kwa hivyo unapofanya hivyo, unajitengenezea afya bora. Masaa nane fanya kazi, au ongeza mengine masaa mawili, masaa kumi au masaa kumi na mbili fanya kazi, chukua masaa sita au masaa saba fanya shughuli za kijamii, kama kuongea na watu, kukutana na watu, ku spend time with your family, kama wewe ni mzazi, alafu chukua masaa mengine nane, pumzika kitandani lala vya kutosha. Itakuwa ni njia nyingine ya kuimarisha kujitambua kiafya. Njia ya tano ya kuimarisha afya yako ni kutafakari na kusali. Ili kupunguza msongo wa mawazo, lazima uchukue muda wa kutafakari meditation, na wakati wa kusali. Kusali ni kutamka maneno ya ujasiri kwa wewe mwenyewe kusali sio kuelekeza ma haja zako kwa mtu mwingine. Kumbuka, anayetatua maswala yako ni wewe, anayetatua shida zako ni wewe, sio mtu mwingine. Unaposema Mungu nisaidie, nakuomba unifanyie hikihata, hatafanya ni wewe, umepewa uwezo wa kufanya fanya ili yeye asaidie. Unachofanya sio wewe, unyamaze hivi yee ye aje afanye? Haiwezekani, lazima wewe ufanye ndio upate kusaidiwa na ile nguvu iliyo ndani yako, ile nguvu ya ziada ikusaidie kwa kile unachofanya. Kwa hivyo, tafakari na kusali, utaimarisha afya yako. Njia ya sita ni kuepuka tabia hatarishi. Uwe mtu wa kuepuka tabia hatarishi. Tabia hatarishi ni kama vile kutumia pombe kupita kiasi au kutumia madawa ya kulevya, hizo ni tabia hatarishi. Uvutaji wa sigara na madawa mengine mengi ya kulevya, hizo ni tabia hatarishi kwa afya yako. Kwa hivyo, unapoepuka tabia hatarishi, unatumia njia nzuri ya kujitambua kiafya na kuhakikisha afya yako inakaa imara. ya tano kwenye mada yetu ya kujitambua kwenye eneo la kiafya ni mtazamo wa kiafrika kuhusu afya. Lazima tuangazie huu, maana wengi wanaonisikiliza ni Waafrika na ndio wanaojifunza sana kwenye chaneli hii. Hivyo basi, mtazamo wa kiafrika kuhusu afya ni kwamba katika falsafa ya kiafrika afya inaelezwa kama uwiano kati ya mwili, roho, jamii na mazingira. It's a connection or a combination of all these things. Mwili, roho, jamii na mazingira, hivi vitu ndivyo vinavyomaanisha afya. Wabantu husema hivi, afya ya mtu mmoja ni afya ya jamii nzima. Kwa hivyo, mtu mmoja akiwa mgonjwa fam... jamii nzima imegonjwa. Mtu mmoja akiwa na afya njema, jamii nzima ina afya njema. Hebu angalieni jamii ya Wakenya kwa sasa. Kupoteza Raila Odinga kumeleta kama ugonjwa nchi nzima. Kwa hivyo, afya ya Raila ilikuwa ni afya ya walio wengi nchini Kenya. Ukosefu wa afya ya Raila umewakosesha wengi afya, maana wengi hawana amani, wengi wana mawazo, wengi wana majonzi. Kwa hivyo, afya ya mtu mmoja ni afya ya jamii nzima. Hii inaonyesha kuwa kujitambua kiafya si wajibu binafsi tu, bali jamii nzima lazima ihusike kwa kuhakikisha afya ya kila mmoja iko imara. Huo ndio mtazamo wa afya kwa Waafrika. Kwa hivyo ni jukumu la wote kuhakikisha sisi sote tuna afya njema. Pia afya ni uwezo wa kuchunguza afya ya mababu Yaani, katika taswira ya kiafrika unapofanya self checks lazima uangazie magonjwa yaliyoua mababu zako ili uepuke hayo magonjwa yasiende kwenye ukoo unaokuja au kwenye vizazi vijavyo. Yaani ni kule kukaa vikao vya kuongelea mambo yaliyopita, kujua fulani alifariki ni magonjwa gani yaliyomuua na fulani naye alifariki nini, kilitokea yaani? Unaangazia ukoo, vizazi hata vinne vitano vya huko juu, ili kuepuka na hayo magonjwa sugu au magonjwa kiyuko, ya kiukoo yasiendelee kwenye vizazi vijavyo. Hiyo ni taswira ya afya kwenye jamii ya Uafrika. Jambo la kuzingatia wakati tunaenda kumalizia hii mada ni kwamba kujitambua kwenye eneo la kiafya ni msingi wa maisha yenye usawa na furaha. Msingi wenye usawa na furaha unatokana na kuwa na afya njema, na afya njema unaipataje? ni katika kuimarisha zile njia za kutengeneza afya njema ni katika kuangalia mtazamo wa Kiafrika wa kuelewa afya na pia kujua umuhimu wa afya kwenye maisha yako, na pia ni kule kuheshimu vipengele vya afya na maana ya afya kwenye jamii nzima. Jambo lingine la kuzingatia hapo ni kwamba kujitambua kwenye eneo la kiafya ni hali ya kuishi kwa uwajibikaji. Ukitambua kwamba mwili ni chombo cha kutekeleza kusudi la maisha. Kwa hivyo, utawajibika kwamba kusudi ulizo nazo wewe, ili zisimame, ili zipate nguvu, unahitajika kuwa na afya njema. Ndiyo maana kusudi ulizo nazo zitafanikiwa afya njema ndio hii inaniweka nikisimama kwa masaa nikiongea na wewe. Afya njema ya akili ndio hii inanifanya kuleta mawazo kwa pamoja. Mambo niliyoyasoma huko nyuma, najaribu kuchukua madogo madogo kuletea ili tujifunze kwa pamoja. Kwa hivyo, afya inahitajika kwa wewe kutekeleza mahitaji au kutekeleza ndoto zako za maisha. Wakati mtu anapokuwa na ufahamu wa afya yake, anakuwa huru, unakuwa huru, maana unaitambua afya yako kiakili, kimwili na kiroho, unakuwa huru. Na huyu mtu anaweza kutimiza wajibu wake kwa Mungu, jamii na nafsi yake mwenyewe. Usipojua afya yako, ni kama usiku wa giza. Kumbuka wakati HIV ilikuwa inaumizana sana Afrika, mtu akijua tu ana HIV, mwili unaanza kudhoofika na kifo kinakuwa karibu kutokea kwa huyo mtu, maana ile habari ya kujua afya imezorota sehemu fulani inaanza kudhoofisha mwili mzima. Wengi waliokufa na HIV hawakukufa na ugonjwa wa ukimwi, bali walikufa na ugonjwa wa msongo wa mawazo yaliyotokana na wao kujua afya yao. Kwa hivyo, kunapojua afya yako utakuwa na uwezo wa kubalance jinsi ya kuchukua hizo information zinazohusiana na afya yako. Magonjwa mengi yanatutokea no, tunapoyajua tunaanza tengeneza mfumo wa kukata tamaa, lakini ni kuambie kwamba unapoyajua magonjwa ulio nayo, ndipo unakuwa alert, unakuwa na uwezo wa juu wa kutengeneza miundombinu ya kuleta afya kwako. Ukijua kwamba mi nina ugonjwa huu, nina kisukari, nina ugonjwa wa moyo, utaepuka vitu vitakavyoongeza nguvu kwa huo ugonjwa kupata kuenea na kudhoofisha mwili. Ukishajua mimi miguu yangu huwa inauma, utaepuka kusimama sana, ili usiendelee kuregeza hiyo mishipa. Ukijua kwamba moyo wako huwa unaenda mbio utafanya mazoezi kwa kiasi, ili kwamba usije ukadhoofisha huo, huo, huo moyo, au kutumia limau, kutumia vitu vikali vikali utaepuka. Usipojua utaendelea kujidhoofisha na vyakula au na tabia zisizoendana na afya ulionayo. Naamini kuna kitu umepokea kulingana na hii mada ya kujitambua kiafya. Kumbuka, afya inashikilia roho, inashikilia mwili, inashikilia akili au nafsi. Hivi vitu vyote vinashikamanishwa kwenye afya, na hivi vyote vikiwa na afya njema, hiyo ndio full health, hiyo ndio comprehensive health. Healthcare yako inategemea na afya ya hivi vipengele vyote. Naongea na wewe kama social worker, kama psychologist, nikikuonyesha kwamba ukiwa na afya njema, hata tabia zako zinakuwa njema. Ukiwa na afya njema unakuwa na uwezo wa kufikiri straight. Ukiwa na afya njema unakuwa na uwezo wa kujizuia na kufanya mambo kwa wakati wake. Ubarikiwe sana kwa kujifunza jambo la kuimarisha utambuzi wako wa afya ili uendelee kupata nguvu ya kusikiliza video zetu zingine. Karibu sana kwenye chaneli yetu, jiunge nasi na bonyeza alama ya kengele, ili kila tunapoweka video mpya, iwe ndefu au fupi, uwe wa kwanza kupokea ujumbe huo, na uende kwenye chaneli uweze kujifunza mengi zaidi, kulingana na haya madini tunayokuletea kwenye chaneli yetu ya Kujitambua. Asante kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa mada hii, na hii kurunzi inaendelea. Kuna mada zingine nyingi zinazokuja. Karibu tuendelee kujitambua. Asante.